Halo halo halo halo, beautiful, njoni karibu tena kwa video, video zangu guys, leo tunaandaa mrenda ambapo, na cha kwanza nitaweka mafuta kwenye moto kwenye sufuria, kisha nitaweka kuku yangu. Natengeneza mrenda kwa kuku guys, natengeneza leo mrenda kwa kuku. Kwa hiyo msishangae inatika Arab food, Arab food ni hivi ndivyo wanavyotengeneza mrenda. Umetanguliza kuku kaikoroga iknau inika igeuke rangi hivo. Nitaiacha hivyo kwa mafuta muda wa dakika kumi na tano, muda wa dakika kumi na tano. Nitaisiika kuviana hivyo, kisha baadaye tutatutarudi kuiangalia. Guys, kuku yangu ni hivyo ilivyo. Nitaongeza maji kidogo tu, nitaweka maji kidogo tu ili ive iweze kuiva. Nitaweka maji hivyo kidogo tu, hivo tu basi, kisha nitaifunika dakika kumi na tano tena, kisha nitaweka mrenda yangu Guys, ni hivyo mrenda kuku yangu imeiva. Ni zamu ya kuweka ni mrenda. Guys, ni zamu ya kuweka mrenda mrenda yangu ilikuwa kwenye friza. Uh, ndio hiyo niiweka. This is Arab food. Ilopia mrenda ya Saudi. Mivyo ndivyo navyoitandaa, kisha baadaye nitakoroga nitakoroga mrenda yangu na kuku, kisha nitaongeza maji nitaongeza maji ili ifanye nini, ive. Ongeza maji hivyo. Guys, hivi ndivyo Waarabu wanavyoandaa mrenda yao. Nawezaona kuna kuku ndani. Hivyo ndivyo Waarabu wanaandaa mrenda yao. Haiweki chochote. Hapa ni kuku mafuta mrenda na nini, mna maji. Ikichemka tutaongeza kitungu saumu na nyanya, kitungu saumu na nyanya. Nitawaonyesha tu process, process. Kuwa nami hadi mwisho guys. Kitungu saumu yangu hii hapa, inaitwaje, thom, kitungu saumu. Nitaiweka yote hapo ndani kwenye mrenda. Msisahau kwamba haya ni mapishi ya Kiarabu, jinsi wanavyoandaa mrenda ya kwao. Nikasema leo nami nijaribu. Sieti, nimejaribu mara ya kwanza, nimeikula mara kadhaa, nikasema mbona nisishee na nyinyi, mbona msi, msijaribu pia. Hiyo ni kuku, mrenda, maji, nimeweka kitunguu saumu. Unavyoona unavyo hapo, inachemka, nitakuja niongeze nyanya yangu pia nyanya nitawaonyesha ni vipi, jinsi gani tunavyopata nyanya. Hii hapa nyanya yangu. Hivi ndivyo Waarabu wanavyopanda nyanya yao, wakiweka kwenye mrenda hivyo hivyo. Kisha tutaacha kwa muda wa dakika tano, tutarudi, mrenda yetu iko tayari. Na hii mrenda inaliwa kwa nini? Kwa wali jamani, leo nawafunza hadi kufika wali wa Kiarabu, kisha nitaweka mafuta yangu mafuta yo. Hii jamani, hii inaitwaje, makaroni makarona, hiyo itaiona tu Leo no, tunapika step by step. Tumeanza na mrenda ambayo tunaikula na wali, nitaweka hivo. Leo no, tunakula nini? Wali kwa wali, wali. mrenda hivo nitaiacha hichi, nitaipika hadi pale itakapokuwa ita rangi ya dhahabu Nitapika hadi pale itakapobadilika rangi ya dhahabu. Hapo tunaweka ndani ya mafuta hivyo, pale itakapobadilika rangi na kuwa rangi ya dhahabu, kisha tutaweka wali, mchele wetu, na kisha tutaongeza maji ya moto. Ndio hivyo, zishabadilika rangi na kuwa rangi ya dhahabu.

Shiunwa mafuta hivyo, nitaongeza maji. Naona nishaongeza maji kwa sasa, naupika kwa moto wa juu. Na upika kwa moto wa juu. Baadaye maji yakipungua, nitaweka moto wa chini, nitapunguza moto, kisha nitafunika wali wangu na utakuwa hivyo. Natuangalia hapa mrenda wangu, ndio hiyo, inaendelea kuchemka. Jamani, mimi sipendi hizi, naziondoa mimi, huondoa hizi hapa maanake sizipendi kwenye chakula. Kazi ya mrenda hiyo, usisahau mimi, sisi tunapenda kula sana mrenda tukiwa tume, tumeongeza ndimu. Kuna wale ambao wanapenda na chumvi, ni sawa, ila mimi wa kwangu na ula ndimu stoika chumvi, na ni hivyo. Mrenda wangu iko tayari, nitusubiri wali uive. Haya, chakula kitakuwa kiko, kiko tayari.